Simba vijana wa Mangungu. Ni sio vijana wa Mangungu bana mimi kijana mdhamini mkuu Mo si Mo, ni tajiri mi, mwenyekiti taji wangu. Sasa Mo tajiri wangu tajiri mwekezaji mwenyekiti wangu Mwosikariwa. Mimi namjua. Ndo mwenyekiti wa Simba mwenyekiti, maana sheria nguli Mwosikariwa Mangungu tofauti wewe, juzi habari ya game ya jana, kati ameongoza mkutano jana, kaongoza mkutano wa kiuni hauna ah, ma, au, au, au, maswali Mangia. kwa mara ya kwanza Mangia, mkutano mara ya kwanza au, jana ma, mkutano mara ya kwanza unavunjika mapema saa sita na nusu. Hmm, mkutano mara ya kwanza unakosa maswali. Wewe ni genge la wauni, sio mkutano so kuna mkutano. Mkutano, mkutano, mkutano wa wauni wewe sio mkutano, ile ni genge la wauni, sio mkutano Maswali, mkutano labda si ah, ah, yeah, wa, wa so, uwe na maswali mengineo hakuna, si kweli, ni muuni mm. ajenda gani kupanga mkutano jana, kuna ajenda waye mchagua wale wauni, sio wanachama wanajielewa ofya dini wanajielewa ofya dini wampa kaliwa mwanasheria nguli kwepo Mbokila kwa nyumbani kwangu kila nakula ubwabwa Hela nayo hakuna, sio klabu hakuna, si, so, si kweli. Wengi sana wanahususa chakula, watuata chaku, ajenda mkutano sisia chakula sisi, watu wanafuata mkutano ajenda. Msimu unajipanga vipi? Msimu huu ishirini ishirini na tano unaisha sasa hivi, ili jiku unajipanga vipi? Ndio maana hivi mkutano jana, sio mkutano wauni Kiuni, agenda, mkutano wa kiuni mkutano au na mkutano sheria mkutano yote ya Simba wiki wiki nne kabla mkutano inatolewa ajenda, matawi yote wasambazwa ajenda. Jana mkutano kwa una ta ajenda ya mkutano baada ya mkutano, lakini uliona Simba yako kiwanjani, ninaiona eh? Ninaona, naiona mechi ya kwanza wapi? Simba Simba. <laughs> ni viongozi wenyewe wanasajili wachezaji wakubwa sana, viongozi magoli mo. Leo hii wachezaji wanabatochi na kiwango Ah, ah. Mangu kusajili mchezaji bana. Wana kasajitesi magoli mo hmm. Na, na kocha aliondoka fabus, so sio Mangungu, hakuna yesi anaharibu timu hmm. Yeye yeah, ndio timu anayaribu yeye eh. timu anaharibu yeye eh. timu naharibu eh. hmm. yeye eh. wewe mechi kwa mechi kubwa nacheza seni mali tuko mali hmm. Lakini mkutano kabla ya kwenda kabla kwenye ku, mechi mlikuwa mshatangazia tarehe ya mkutano, maanisha mlikuwa mnajua. Nilikwambia hivi tarehe ya game ni tarehe thelathini ya mwezi kumi na moja. Ni siku za mwisho mkutano tarehe ishirini na mbili ya mwezi kumi na moja. Kama ule mkutano umechangia timu kupoteza, Ya maandalizi yeah, mabovu ya Simba mechi kwa, mm. ya kwanza mechi ya pili, maandalizi kuna maandalizi tunajua sisi kuna mandalizi simbaaanchasiliko wezikuwacha simaienda. Mangia, wewe ndio ulisema kupitia maiki ya basi kwamba Simba imepangwa kwenye kundi jepesi msimu mmoja ni Yanga, kwamba Yanga imepangwa kwenye kundi gumu. Leo hii kiko wapi? Nilikwambia hivi kundi la Simba jepesi kweli, mpaka saa hizi ni Simba wenyewe. Kwa nini? ndani kiwa tofauti ndani ya viongozi inapeleka inapeleka inashabia mpaka wachezaji wachezaji, mgogoro wa viongozi wanauza mpaka wachezaji, kwamba mpanzo anavyokosa goli ajali sana. Mangungu anachema mwelewani, wanajua hmm, kwa, kwa una kiongozi mstaafu ndeasuu yote anarua madaraka. Unavyoiona hii Simba kwa namna uongozi unavyoenda na Simba yenyewe inavyoenda, inafika inaenda robo fainali, msimu msiba mzito huu. Ni msiba mzito, kwa mara ya kwanza sikufichi. Huu ni msiba mzito kama Simba ambaye wewe ulijinadi ukasema ina kikosi bora. Kweli ndio Simba kikosi bora paka saizi. Lakini ukiacha tofauti zao na viongozi, Simba ni kikosi bora. Lakini tofauti inamrusha Simba kuko point 6 mechi ya point 3 kwa Mkapa. Point 3 away mali ni Simba wenyewe viongozi. Wakati ukikaa chini ukiutazama mpira unavyoanza unaiona Simba ikipata point 3. Ukiutazama mpira unavyoisha unaiona Simba imepoteza point 3. Kama jana Simba kaanza vizuri mpanzi kapija dakika ya kwanza sekundi arobaini na tano kagonga posti, karudi ikamkuta chazi ya uwa kapija nje, ikaja tena, sema ni mwalimu kamaeshamtai kapaisha. Unahusianisha una mangungu na matokeo mabovu wanaoipata Simba. Mangungu anahusiana vipi na janchazi wao kosa goli? Nikwambia hivi, ugomvi wa viongozi, tofauti zao zinapeleka mgogoro kwenye timu. Sasa Mangia ndio ipelekea mpaka kwenye kususa ubwaba walioandalia Mgogoro huu wa sisi wenyewe, mchana, ndani, ndani. Ukiona si inavuja nje, kavusha nani? si ndani wenyewe na familia. Kabla ya me, mechi, mechi alikamu alisema jioni mechi itakapochezwa anaenda kufurahi na maisha matokeo alishajua mechi ilivyoisha, akasema hii mechi iliuzwa vizuri. Taarifa Fiji. Uongozi wa Simba frwaa hey, kwanza wa wenye mambo siri za Simba, jezi za champion ligi ziko Masaki. Huu ni msiba mzito sana wanasimba.

Lakini uongozi ya upo benchi ya ufundi uongozi. Nimekwambia hivi. Simba na Yanga tunajuana. Ukiwa na Simba inafanya vibao Yanga, ndani ya ndani uongozi uko sawa. Ndio Simba. Ndani ya Simba iko sawa, ndani ya Simba hauko sawa. Ndani uongozi hauko vizuri. Hauko vizuri. Mpaka sasa hata pointi moja. Kwa mara kwa mara, kwanza kama huyu ni msiba mzito, au ana simba tu, tumshauri Mangungu tu amishie mechi Zanzibar. Nimekwambia hivi, huyu ni msiba mzito mtu Wanasimba wachache wanajitambua, huu ni msiba mzito sana. Ukipata nafasi ya kukaa na Mangungu dakika tano, unazungumza no naye, atamwelewa nani, nani? kashinda kuendesha kikao naye atamwelewa. Hadi kupaka ushauri wa mtu mtamwambia hmm. A tofauti timaendihivi chukuchuku simba nanga lam utumie kacha, sasa kacha kajibu vizuri, kasema tukutane kwenye uchaguzi uchugusi mwakaikaniyumo hayumo, uchukusi mwezi wa pili hayumo, eh <tune> bado jatoka bado hajatoka kabla leo anaondoka madarakani, Simba na Yanga bado dabi dabi, Simba na Yanga kwa hapo. Akishatoka dabi fresh tu, aje mwenyekiti mwingine anayejua siri ya Simba anatakana chama, atakuja mwenyekiti mwingine lakini bado kuna jasusi mvujesha siri. Nikwambia hivi akija mwenyekiti mwingine wa Simba, wanachama u na kiu uchaguzi wa matawi, wilaya na mkoa, na wanachama wapya, mtu na miaka stini, sabini, wanachama ana Simo, wana, wa, wa mashabiki pekee ambao mnateseka kwa sasa na furaha mna ni wa Simba. Ninakwambia hivi huwe ndo mpiando ulivodo mpila, kila mtu lazima upite magumu kwene mpila, unapigwa nje ndani na timu ambazo unaweza kwani Simba kufungwa kufu. Kafungwa na Raja mpaka juzi 2023 akafunga Raja goli tatu goli moja bila. Raja alikupiga nje ndani ya hayo au kampiga Vipers nje ndani kwenye hili e, kundi unampiga nani, nani, nani? Bae, yupo tu mmoja, si yupo kwake? Yupo yupo yupo mpira moja, si yupo si yupo nani, mtampiga experience kwenye mpira simba hii Simba sio, so chini ya mwenyekiti Mangungu sio mbovu. Mbovu sio Simba. Simba ya mwenyekiti. Uongozi hauko imara. Kumalizia unaiona Simba robo fainali, tafute bana mechi ya mwisho anijibu, unaiona Simba robo fainali. For the first time kundi limepangwa, uliniambia Simba inaenda kuburuza ya. Nijibu sasa unaiona Simba robo finali? Naiona. Ngo habari za kwako? Ah, hakuna kinyonge. Kinyonge. Sisi tuko, yani tuko na furaha iliyoje! Kwa nini tuwe wanyonge? Last time uliniambia Simba amepangwa kwenye kundi jepesi. Naenda kwa Baruza. Ah, ni matokeo tu ya mpira. Haya nayotokea ni matokeo tu ya mpira, lakini matarajio yetu ni kupita kwenda robo. Kwa sababu zimebakia si mechi nne, najua wachezaji watajituma ili waweze kushinda hizi mechi zote nne na kutupeleka robo, kwa sababu tunajua mashindano haya ni mahesabu. Sawa so, sawa leo aliyekuwa na nne anacheka, mimi niliyokuwa nimepoteza mechi mbili eh, ananicheka, lakini tunaweza tukafika mwisho, ukaona mimi nimekwenda robo, yeye hajaenda, kwa sababu mashindano ni mahesabu. Mahesabu bado tunasema haiishi mpaka iishe. Mkutano mkuu wa mwaka wa klabu ulihudhuria jana? kabisa kabisa tena, sikuwa kinyonge, nilikuwa wa moto kwa sababu ni haki yangu. E, nilikuwa wa moto kwenye mkutano, nilikuwa wa moto ila, tu kile tulichokuwa tunakisubiri, eh, mwenyekiti akafanya makalate yake kwa kutunyongonyesha. Wewe ni tunasubiri lehoja, ile hoja ile ya mwisho alikuwa anasoma mwanasheria ili airudishe kwetu sisi tuweze kupembua sawa sawa ile ma, mapendekezo ya katiba, marekebisho ya katiba, lakini sasa mwenyekiti aliangalia upepo eh? akaleta naye utoto wa mjini zaidi, mtoto wa mjini eh, akaleta utoto wa mjini zaidi. Wewe ni faza kijana wako Mangia anasema ule mkutano ulikuwa wa kihuni. Ni yapi maoni yako sasa kwenye hilo? Ah, ni kweli, ana haki ya kusema mambo kiuni, anaweza kusema kweli wa kihuni, kwa sababu agenda zingine zilirukwa hazikujadiliwa na wala hazikusomwa sawa sawa. Alipokwenda kwenye agenda ile ya ambayo ya uwekezaji eh, ya kutoa madaraka kuyarudisha madaraka kwa mwenyekiti wa wanachama sawa sawa sasa ile ndio kwa sababu agenda ilikuwa watu tunaisubiri sana ili tuweze kuidadavua na kuipembua sawasawa so, lakini akatunyima demokrasi kwa kuahirisha mkutano kihuni na ku, ku, ku, ku, kuingia chini ya meza na kukimbia baada ya mkutano ule, matokeo ya jioni yalikuja kuwa mabovu. Je, kuna uhusiano kati ya matokeo ya, kuna uhusiano kati ya matokeo yaliyotokea kwenye mkutano na matokeo ya mechi jioni? Ah, matokeo ya jana ya mpira siwezi kusema sana na uhakika kwamba pengine anaweza kuhusiana na, na, na matokeo yale ya mchana. Mimi nasema tu, kwa sababu matokeo ya jana ni walaumu tu wachezaji, kwa sababu tumepata nafasi wameshindwa kufunga, na hilo ndio limekuwa tatizo letu kubwa. Tu huwa tunapata nafasi nyingi timu yetu, kama kweli wachezaji wetu wangekuwa wako makini, tungekuwa tunashinda tuna mapema kwa sababu unakuta kabisa mwanzo tukianza, tukianza, tukianza mpira tunatengeneza nafasi nyingi zaidi ya tano, zaidi ya sita, lakini tutakuwa wachezaji wala mbele hawafungi. Ila tu ushauri wangu kwamba, kwa, kwa bodi waingie sokoni, waingie sokoni katika nafasi, katika sehemu karibu ni nne, kwamba kwenye striker tutafstutafute striker, striker katili bado mkwala Seleman eh, ee, soa unaona Huyu ahua na huyu Mutale bado na maema bado hawatoshi watoshi. Ah, sio makatili, tutakuwa tutafute steka katili. Tukiwatafutia steka moja katili pale mbele, tukaenda tukatafuta beki, hata huko kwa mligo bado hatoshi, anaonekana bado hatoshi, anatakiwa atafute atafute mtu mwenye experience. Kwa hiyo mligo awezi kujifunza taratibu ili kuchukua namba taratibu, tutafute midfielder, holder midfielder sawa, holder midfielder, unaona ambaye atakua naweza kuichukua mipira chini na kuipeleka pale juu sawasawa, eh? na tutafute mtu ambaye naye pia mnyumbulifu namba kumi mnyumbulifu, na maana kwamba namba kumi mnyumbulifu, namba kumi mnyumbulifu ni yule ambaye anaweza akalazimisha, kama walivyokuwa kina chama akina Emmanuel Kui eh? kama walivyokuwa akina Malota Soma, akina Edward Chumila, kwamba anakulazimisha beki, utake ustake, tutaingia kwenye boksi huko huko. Wewe ni mtu wa mpira kwelikweli, unaweza ukawa na wachezaji wazuri ila uongozi ukawa sio bora. Unaweza kupata matokeo kwa namna hiyo? Ah, hilo lolote linaweza linawezekana, lakini atakuwa mchezaji ni mjinga. Kama mchezaji anaingia kwenye siasa za uh, viongozi kugombana, viongozi kwa viongozi au na wanachama, atakuwa ni mjinga, kwa sababu tumesajili sasa hivi mpira sasa hivi, tunacheza, tunacheza sio, wa sasa hivi tunacheza tunacheza hapa nchini sio wachezaji wote wa hapa nyumbani, wangelikuwa wachezaji wa hapa nyumbani. Unajua kwa sababu pengine kidogo wachezaji wetu kidogo wa Kitanzania eh, akili zao zinakuwa kidogo kama pungufu kujiingiza kwenye matatizo ya viongozi fulani, mimi wa kiongozi fulani, lakini tumesajili wachezaji wanatoka kwenye mataifa makubwa ya mpira. Lengo lao kwa mfano unapokuta kama Jean Charles Ahoua, Jean Charles Ahoua anatokea nchi Abidjan. Abidjan ni nchi ambayo inauzika, Ivory Coast inauzika wachezaji kwa Ulaya, sawa. Kwa rika yake yeye, sio mtu anakuja kukaa kuchelewa hapa. Mimi nategemea kwamba yeye anataka kucheza mpira eh, ajifikirie. Kwa nini mtu mmoja anacheza Everton Simon Adingra, sawa na yeye? Kwa nini Adingra kaitwa kwenye timu ya taifa na ameitwa kwenye taifa la timu taifa alipojaribisha kwenye ile Afcon mechi mbili, nusu fainali na fainali, akafanya akatoa asisti zote magoli, alikuwa mchezaji bora chipukizi. Sasa angejikuta yeye lazima, na mimi niona uchu, niitwe kwenye timu ya taifa siku moja, na mimi niweze kusajiliwa kwenda Ulaya, sio kwamba amefika, hata kama atajiingiza kwenye siasa hizo. Au Elie Mpanzo, anatoka timu ya taifa ya Kongo, sawa, timu ya taifa ya Kongo naona wamefuzu kwenda kombe la dunia, eh, ana uchungu kwamba nicheza au nikadhane, na mimi niende kwenye kombe la dunia. Hata kama anacheza hii, anamkomoa nani? Anajikomoa yeye kwa matokeo hayo. Sasa Simba, unaiona robo fainali msimu? Ah, sina wasiwasi, sina wasiwasi kwenye mpira lolote linawezekana, kwenye mpira lolote linawezekana. Sisi ni wazoefu na mashindano haya, kufungwa mechi mbili si tatizo. Kwenye mashindano haya mtu anafungwa mechi tatu na anapita. Hapa ni mahesabu, bado tunatengeneza mahesabu, kwa sababu sasa hivi hii imesimama, mechi za jana za mwisho. Tutakwenda kucheza Januari mbili, Januari tatu. tutakuwa na vitu tumefanya maboresho ya disha dogo mimi nafikiria haina wasiwasi, sisi tunakwenda robo. Simba hii sasa ambao unasema haina wachezaji ambao wana quality ya kuchezea Simba mm, tutaongeza disha dogo hapa mm, disha dogo ama tuongeza watu, kwa sababu tayari mwalimu na viongozi wanaliona hilo na kwambia tutaongeza watu, tukiongeza watu mimi nafikiri haina shida. Wewe binafsi unadhani kinachopelekea Simba kukosa matokeo mazuri ni uwezo wa wachezaji na sio eh, uongozi mawili linaweza kuwa viongozi, pengine wameingiza siasa. Baadhi ya viongozi kwa wachezaji waliosajili wengine hawapo eh, wakawatumia kwamba chezeni chini ya kiwango ili nionekane mimi, pengine wasipo mimi ndo naiweza Simba. so, sawa sawa, kuna kiongozi ametolewa pale eh, na anasema yeye ndo anaiweza Simba ili aonekane anaiweza Simba eh, pengine uongozi ulio kupinda, inawezekana ndio nasema, mchezaji huyo atakuwa mjinga. Magori ma ambaye ni mwenyekiti wa bodi alisikia juzi kwenye interview akizungumza kwamba juzi mlivyopoteza mchezo kuna viongozi walienda kucheka kwamba wanafurahi mnavyopoteza mchezo, hiyo imekaaji? Kuna uhusiano kati, kati ya hilo na kupoteza, kupata matokeo mabaya? Yeye ni mtu mzima, mi nafikiri anachozungumza atakuwa na uhakika nacho, kwa sababu yeye yuko ndani ya bodi sawa. Anachozungumza na uhakika nacho, pengine ameliona hilo, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji kucheza chini ya kiwango, sio kawaida yao. Sawa, kwa nini mpira ushuke? Ndio maana akaamua kulizungumza hilo. Sasa nafikiri pengine tu ni mwambie Magoli na viongozi ambao waliokuwepo pale juu, kuna haja ya kuwaita wachezaji mmoja mmoja na kumuuliza, anayetaka kuchezea Simba ache ucheze, Simba kama utake nenda. Simba ni kubwa kushinda mchezaji, Simba ni kubwa kushinda mchezaji. Kama wao wameligundua hilo, hakuna haja ya kumbembeleza mtu, umeona, hakuna haja ya kumbembeleza mtu.